Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wanahabari, awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwepo hapa leo tukiwa na afya njema. Aidha, napenda kuwashukuru na kutambua mchango wenu katika kuwafikishia wananchi taarifa mbalimbali ikiwemo taarifa yetu hii ya mapokezi ya ukimbizaji wa Mwenge wa Uhuru 2025. Ndugu waandishi wa habari, napenda kutumia fursa hii kumshukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Dr. Hussein Alimwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa nia, jitihada na maono yao makubwa ya kuendelea kuenzi mwenge wa uhuru ikiwa ni miongoni mwa tunu za taifa letu. Kwa mwaka huu mbio za mwenge wa uhuru elfu mbili na ishirini na tano zilizinduliwa rasmi mkoa wa Pwani, tarehe mbili Aprili elfu mbili na ishirini na tano katika uwanja wa shirika la elimu Kibaha. Mgeni rasmi katika shughuli hiyo alikuwa ni Mheshimiwa Dkt. Philip Isdori Mpango makamo wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, wa kila mwaka mbio za mwenge wa uhuru hubeba ujumbe mahususi ambao tunatakiwa kuufanyia kazi nchini nchini kote, na kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano ni uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na tano wenye kauli mbiu isemayo Jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Pamoja na ujumbe huo, zipo jumbe ndogo ndogo za kudumu zikiwemo mapambano dhidi ya rushwa, ambapo kauli mbiu ni kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Mapambano dhidi ya VVU na UKIMWI ambao unabeba kauli mbiu isemayo chagua njia sahihi, tokomeza UKIMWI. Lishe bora kwa afya imara, kauli mbiu hii nayo inabeba inabebwa na mtaji ni afya yako, zingatia unachokula. Mapambano dhidi ya malaria, kauli mbiu ni zero malaria, inaanza na mimi, inaanza na wewe, inaanza na sisi sote na mapambano dhidi ya dawa za kulevya yenye kauli mbiu kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako. Aidha, kwa upande wa Zanzibar tumekuwa na changamoto kubwa ya janga la udhalilishaji wa wanawake na watoto, hivyo nasi pia tumesema za, tuna, tunasema kuwa Zanzibar bila udhalilishaji inawezekana. Ndugu waandishi wa habari, kwa mwaka 2025 mwenge wa uhuru utawasili Zanzibar siku ya Jumanne tarehe 17 Juni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume kutoka mkoa wa Tanga, na utakimbizwa mkoa wa Kusini Unguja tarehe 17 Juni kwa wilaya ya Kusini Unguja na tarehe 18 Juni kwa wilaya ya Kati Unguja, na kuukabidhi mkoa wa Kaskazini Unguja siku ya Alhamisi ya tarehe 19 Juni 2025 ili waweze kuendelea na ratiba yao, ambapo makabidhiano yatafanyika katika eneo la Mkiwa Mnarani, wilaya ya Kati Unguja. Aidha, mwenge wa uhuru utapokelewa kutoka kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Balozi Batilda Burhani kisha nitamkabidhi Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya kusini Unguja, Mheshimiwa Othman Ali Maulid kwa ajili ya kuukimbiza kama alivyopanga katika ratiba ya wilaya yake tarehe 17 Juni 2025. Mkuu wa wilaya ya kusini atamkabidhi Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya kati, Mheshimiwa Galos Kassian Nyimbo kwa ajili ya kuukimbiza kwa mujibu wa ratiba kama alivyopanga katika wilaya yake. Tarehe 19 Juni 2025, mkuu wa wilaya ya kati atanikabidhi mwenge wa uhuru kwa ajili ya kumkabidhi mkuu wa mkoa wa kaskazini Unguja ili aendelee na ratiba yake ili aendelee na ratiba yake kama alivyojipangia. Ndugu waandishi wa habari, kama tunavyofahamu kuwa moja ya dhamira ya Mwenge wa Uhuru ni kuchochea maendeleo, na katika jukumu hilo la kuchochea maendeleo kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano mkoa wa Kusini Unguja umelenga kupitia katika miradi mikuu minane. Kati ya hiyo miradi miwili ni ya barabara, miradi miwili ni ya majengo ya skuli, mradi miradi mmoja ni nyumba za daktari, mradi mmoja ni wa uwekezaji wa hoteli, mradi mmoja ni wa jengo la uhamiaji na mradi, na mradi mmoja ni wa umeme wa jua pamoja na miundombinu mbalimbali ya umeme. Kati ya miradi hiyo, ipo miradi itawekewa mawe ya msingi, ipo miradi itatembelewa, na ipo miradi itazinduliwa. Kati ya miradi hiyo minane inatarajiwa, inatarajiwa itakapokamilika itumie fedha za kitanzania zipatazo shilingi bilioni 249 milioni 889 laki 4 na sabini mia nne na sabini na tano. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na Mwenge wa Uhuru 2025 kutembelea kuweka mawe ya msingi na kufungua miradi mbalimbali mbali ya maendeleo, vilevile vile ziko shughuli za kijamii mbalimbali mbali zitafanywa na zitapitiwa na mwenge huu wa uhuru. Shughuli hizo ni kama vile shughuli mbili za upandaji wa miti, makongamano ya vijana mawili, ugawaji wa mitungi ya gesi katika maeneo mawili, upimaji wa afya katika maeneo mawili, lakini vile vile uh, kutakuwa na maonyesho ya wajasiriamali katika maeneo mawili. Shughuli zote hizi zinalenga kuunga mkono jitihada za kuchochea maendeleo ambazo zitafanywa kupitia mwenge wa uhuru. Ndugu waandishi wa habari, napenda kutoa wito kwa viongozi wa serikali, wananchi, wanafunzi, vyama vya siasa, asasi za kiraia, wafanyakazi na wadau wote wa maendeleo kujitokeza kwa wingi kushiriki katika shughuli zote zitakazopangwa katika kukimbiza mwenge wa uhuru kuanzia siku ya mapokezi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume, ambapo tunataraji kuwa wananchi wawe wamefika saa moja kamili za asubuhi ili waweze kuulaki mwenge huo wa uhuru unaotoka mkoani Tanga. Vilevile, baada ya kupokea mwenge huo kama nilivyoeleza hapo awali tutaweza kukimbi, kuupeleka na kuukimbiza katika mkoa wa Kusini Unguja wilaya ya Kusini. Mwisho napenda kutumia fursa hii kuvipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa salama. Serikali ya mkoa wa Kusini Unguja inaendelea kuchukua hatua katika kuhakikisha kuwa mkoa wetu unaendelea kuwa na amani na utulivu, kwa kushirikiana na wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama viliyopo katika mkoa wetu. Mwenge wa Uhuru ni tunu ya taifa letu. Asante.